Jitegemee haipo kwenye makaa ya mawe peke yake. Katika miaka michache iliyopita, Jitegemee imekuwa ikijitahidi kudiversify shughuli zake kwenye mambo mengine ili kuleta ile sustainability. Kwa hiyo ntakumbuka uh, kitu cha kwanza kabisa ambacho tulikifanya ni kuanzisha mradi wa makaa ya kupikia majumbani, unaitwa Jitegemee Coal Briquettes. Huu mradi tumeuanza rasmi, tumeukamishoni mwezi wa saba mwaka huu 2025 na juhudi kubwa zilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunaunga mkono juhudi za serikali ya rais wetu mpendwa mama Samia Suluhu Hassan. Yeye ni co-chair wa mambo ya alternative na alternative energy. Ko, sisi katika kuunga mkono zile juhudi kubwa zinazofanywa na serikali tuliamua kuanzisha mradi huu ili kupunguza uh, shughuli za ukataji miti, shughuli za kutumia mkaa, ili wananchi wetu waweze kupata alternative nyingine ya kutumia katika mapishi yao ya kila siku. Kwa mradi huu tumeuanza na mkaa wetu, tumeutambulisha sokoni, na katika siku chache zijazo tutazidi kuwafundisha watu wengi juu ya matumizi ya mkaa huu, uzuri wa mkaa huu pamoja na, na kuusambaza katika sehemu mbalimbali nchi nzima.